Hii ni Bugoma TV. Habari Ndugu Habari, viongozi pamoja na washiriki wote, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka hapa tulipofikia, lakini na wenzetu pia kuweza kufunga kwa resma mpaka hapa walipofikia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili adhimu kabisa. Kwa hiyo sifa na utukufu turejeshe kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa neema, lakini pia nitumie hii nafasi kuendelea kushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye nchi yetu na katika mkoa wetu, kwa maendeleo makubwa na mabadiliko chanya ya hali ya juu ambayo tumeendelea kuyapata katika mkoa wetu Katavi. Hatuna namna isipokuwa ni kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu kuendelea kumwombea yeye na viongozi wengine waangamizi wa kitaifa na kuendelea kuhakikisha kwamba maono yake tunayatimiza ya kuweza kutumia huduma mbalimbali ambazo ametoa fedha nyingi takribani trilioni moja nukta tatu kuja kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Ni waombe sana wana Katavi wote kuheshimu, kuthamini na kutumia jitihada kubwa ambazo mheshimiwa rais amezifanya katika mkoa wetu wa katavi katika kuboresha na kudumisha utoaji wa huduma lakini pia nitumie nafasi hii kukushukuru sana shehe wa mkoa wa katavi lakini nishukuru pia viongozi wa makanisa mbalimbali tg kanisa la roma na makanisa mengine kwa kukubali mwaliko wetu kujimweka pamoja na sisi hapa pamoja na wengine wote pia kuhudhuria tunawashukuru sana kwa kuja. Tukio hili lisingekuwa tukio lenye maana kama tungekuwa tumeandaa halafu mkawa mkufika. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kuweza kufika hapa na kwa kuweza kujumuika nasi katika iftari hii ya leo. Ndugu zangu, tukio hili tulilofanya leo ni moja kati ya maagizo ya dini zetu zote, kwamba tupendane, tushikamane saidiane pale ambapo tunahitaji kusaidiana, na kwa maana hiyo tukio letu hili la leo, basi niendelee kutufanya wanakatavi tuwe katika mshikamano wa hali ya juu, tuendelee kuheshimiana, kuthaminiana, kupendana na kuendelea kujenga umoja wa kitaifa ndani ya mkoa wetu wa Katavi, lakini pia tuendelee kushirikiana na kushirikishana katika kutekeleza mambo mbalimbali katika mkoa wetu wa Katavi ambayo ni kwa manufaa ya sisi wana Katavi wenyewe. Tumia nafasi hii nirudie tena, tunawashukuru sana sana sana kwa kuacha familia zenu na kuja kuungana pamoja na sisi na tunawaahidi kwamba sisi wa serikalini, mahali popote tunapohitajika, tutatoa wa hali ya juu kuhakikisha kwamba mkoa wetu unaendelea kujenga mshikamano, upendo na umoja wa kimkoa na umoja wa kitaifa. Basi niwatakie kila la heri, ibada njema, Ramadhani njema, kwaresma njema na kila la heri katika kuendelea na shughuli zetu kule tunaporejea, na tuombe Mungu atujalie kila mmoja arejee salama kule alipotoka. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana. Jamhuri ya Muungano wa tanzaniasi Asalamu alaykum bakari, naitwa Bakari Hassan Diko, ni katibu wa BAKWATA wilaya hii ya Mpanda. Iftari hii imeandaliwa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Katavi, lakini kwa lengo la kuhakikisha kabisa kwamba anawasogeza watu karibu, anafuturu nao, lakini yale mahitaji ambayo yanatakiwa kufanyika kwa sasa patafudari. Ni kwa nini sasa ameandaa sehemu moja na kuwakusanisha watu sehemu moja? Kwa sababu katika uh, dini yetu ya Kiislamu Awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa afya njema, lakini pia kumshukuru rais wetu ambaye ni rais mpendwa tunampenda sana lakini, pia tunamshukuru eh, mkuu wa mkoa kwa iftari hii leo, Mwenyezi Mungu amlipe kila laheri. Ni swala la upendo, ni namna gani kiongozi huyu anatupenda sisi wananchi wa mkoa huu wa Katavi. Kubwa ni kumwombea Mwenyezi Mungu ampe kila laheri. Lakini jambo jingine ambalo nimefurahi nalo sana ni namna gani viongozi wa serikali wamekuwa karibu na wananchi. Kitendo cha kuandaa chakula, tunakula pamoja, tunapata faraja, tunajisikia amani na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape hekima na busara wasimame majukumu yao kwa amani na upendo huu ambao wameuonyesha. Jina naitwa Juma Raymond Kazembe ni katibu wa kata ya Kazima na ni katibu wa Juvikiba wilaya. Wananchi wote ambao ni dini mbalimbali tumekutana nao hapa kwa hekima hii aliyoifanya mheshimiwa mkuu wa mkoa huu wa Katavi, tunamshukuru sana, kwani amekuwa ni mtu wa watu kuweza kutuunganisha na kwa hili ambalo limetamkwa kwamba watu wote tuchangamkie fursa za kuweza kugombea nafasi ambazo kuweza kuwaongoza wananchi, tunalipokea na lenyo kwa furaha kubwa kabisa. Pia na kwa hii amani ambayo tuna, tuna ambayo wameitaka kwamba tuendelee kuidumisha katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aendelee kutupa taufiki katika nyoyo zetu kuzilainisha, na tuweze kuyafanya yale ambayo yaliyokuwa ya haki, ambayo yasiyokuwa ya haki tusiweze kuyafanya, ili tuweze kupata utulivu wa nchi yetu na iwe ni mfano wa kuigwa. Hii ni Bugoma TV habari.